Donald Trump anaapishwa leo kuwa rais wa 45 wa Marekani. Jana usiku Trump aliwahutubia wafuasi wake mjini Washington. Ameahidi kuifanya Marekani kuwa bora kwa watu wote wa na kudumisha umoja. Hata hivyo, maandamano ya kumpinga Trump yamefanyika Marekani. Yahya Jammeh ameiomba ECOWAS imuongezee muda wa kuondoka madarakani. Viongozi wa Guinea na Mauritania wako Gambia kumaliza mzozo wa kisiasa. Majeshi ya ECOWAS yanasubiri maagizo ya kuchukua kutoka kwa viongozi wa juu. Adama Barrow aliapishwa jana kuwa rais wa Gambia katika wabalozi wa Gambia nchini Senegal. Umoja wa Mataifa ulipiga kura jana kumuunga mkono Barrow. Rais anayemaliza muda wake nchini Marekani Barack Obama amempigia simu kansela Angela Merkel wa Ujerumani kumshukuru kwa uongozi wake imara. Obama amesema ni jambo mwafaka kwake kupiga simu ya mwisho kwa kiongozi wa nje ambaye ni kansela wa Ujerumani. Obama aliunga mkono sera ya Merkel kuhusu kufungua milango wazi kwa wakimbizi. Tunisia imekosoa Ujerumani kuhusu Anis Amri aliyeshambulia katika soko la Krismasi mjini Berlin na kuwaua watu kumi na wawili. Ujerumani imesema Tunisia ilishindwa kusimamia vizuri hatua za kurejeshwa Tunisia Amri. Tunisia kwa upande wake inasema walipokea kutoka Ujerumani taarifa zisizo sahihi kuhusu kurejeshwa kwake. Mfanyabiashara maarufu wa dawa za kulevya nchini Mexico, Joaquin Guzman maarufu kama El Chapo, amehamishiwa Marekani. Guzman mwenye umri wa miaka 59 anakabiliwa na mashtaka sita katika majimbo tofauti ya Marekani. Awali Mexico ilikataa kumkabidhi Guzman, lakini ilichukua hatua hiyo baada ya Guzman kutoroka jela Julai mwaka 2015.